Tahadhari imetolewa kwa wafanyabiashara katika masoko, kuimarisha usafi wa mazingira wanayofanyia kazi, ili kuepusha kutokea maradhi ya mripuko, hasa katika kipindi cha mvua za masika kinachokaribia. Usafishe ili naale mazingira mwenyewe yakutunze. Akitoa mafunzo ya kanuni za uendeshaji na usimamizi wa masoko, katika soko la samaki Malindi, Mwanakwerekwe na Jumbi, afisa kutoka mamlaka ya usimamizi wa mazingira ZEMA, Mashavu Khamis Khatib amesema suala la kuimarisha usafi ni jambo la lazima kwa kulinda afya zao na wanaofuata huduma. Katika mazingira yetu ya vyoo, nyie ndo mnajua viko je? Tumeelewana hivi, jamani? Muhimu sana kwa sababu mripuko ukija hauchagui, unaweza ukaja hapa na mwenzao uka mtipura kaja hapa ukaondoka na maradhi hapa ukayapeleka. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Aidha amezitaka kamati za usimamizi wa masoko hayo kuhakikisha miundombinu ya maeneo hayo inatunzwa na kusimamia marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki, lakini mengine aina yoyote ambao utaona mipesi siuu, saa hivi rangi ya bluu pia ipo. Kuna mieupe watu wanafungia, mfano wanatia katika matikiti wanauzia, baada ya kukata, hairuhusiwi. Tumeelewana eh? lakini hii katazo limewekwa rasmi na kuna mwongozo umewekwa na kanuni kwamba mifuko ya plastiki hairuhusiwi. Naye afisa uratibu kutoka Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Zuhura Salum Rashid, amehimiza utekelezaji wa kanuni za biashara ikiwemo kukata vibali vya biashara ili kuweza kujulikana rasmi na kuweka mali yake katika hali ya ulinzi na usalama. Kila soko kuna huduma ya ulinzi, kwa sababu sehemu ya soko ni pahala ambapo tunaweka mali zetu jamani. Tunatunza mali eh? Rasilimali zetu, akiba zetu ziko sokoni, mitaji yetu ipo sokoni. Kwa hivyo ikifika muda tunafunga soko, mimi kuna pesa zangu pengine milioni mbili nimewekeza kwenye samaki, nimewacha sokoni, tunaondoka kiholela tu. Kesho asubuhi tukukuta soko limevunjwa, milango imevunjwa na mafriza yamebebwa, tunamlaumu nani? Wakuu wa kamati za wafanyabiashara wa masoko hayo wamesema wataitumia miongozo ya kanuni na kudumisha usafi ili kuimarisha mazingira bora ya kufanyia biashara. Lakini ujio wenu nyie umeonyesha kwamba kumbe jumuiya ni sehemu ya fanya biashara, lakini sehemu ya soko. Kumbe mwekezaji naye ni sehemu ya soko, lakini sehemu ya fanya biashara. Bila vitu hivi viwili kuungana, hakuna manufaa wala hakuna mafanikio. Kwa hiyo tunashukuru sana, ni swala la vibali sasa litaondoa ule uh, uh, uh, udhaifu kwa wafanyabiashara kuingia katika soko kiholela. Hili ni soko ambalo Mheshimiwa Rais kaliweka kwa ajili ya kuwasaidia wananchi waweze kujipatia ajira, kujiongezea kipato, kujikwamua kiuchumi. Mifuko ya plastiki kikweli ni kero, na kama tunavyoona kwamba watumiaji wa chini wa masokoni ni watumiaji wa mwisho ambao tunakuja kupata sisi huku, tungeomba serikali ikadhibiti kwenye maeneo ya msingi ambayo mifuko inapita, aidha ikawa ni bandarini au uwanja wa ndege au kwenye bandari ambazo hazieleweki na serikali za moja kwa moja. Habiba Salum, ZBC.